Kwengineko ni kwamba wasaidizi wa gavana wa Trans-Nzoia George Natembeya wamekamatwa kwa madai ya kuhusika na uharibifu wa mali na kuchoma magari ya tume ya kupambana na ufisadi EACC. Inadaiwa waliokamatwa walikodisha makundi ya vijana kuvamia magari ya EACC na kuyachoma, wakati maafisa wa EACC walipofika nyumbani kwa Natembeya huko Trans-Nzoia kuendesha msako wa kesi ya ufisadi inayohusishwa na gavana huyo. Mwanahabari wetu Franklin Wala anaarifu mengi Kizaaza kilishuhudiwa nje ya mahakama ya Milimani jijini Nairobi. Maafisa wa DCI walifika hapa na kuwainua juu kwa juu wahudumu wa gavana wa Trans Nzoia George Natembeya na kuwatia nguvuni. Wahudumu hao wa Natembeya walifika mahakamani kufuatilia kesi ya gavana huyo ya ufisadi. Hata hivyo, kesi hiyo ya Natembeya ya ufisadi haikuendelea kwa sababu mawakili wa Natembeya walisema upande wa kuendesha ma shaka huku umewapa stakabadhi muhimu zitakazowasaidia kuandaa pingamizi lao kwa madai hayo ya ufisadi. Mahakama ikaamuru kesi hiyo itajwe tena tarehe kumi na sita mwezi huu. No, pindi tu uamuzi huu ulipotolewa nje ya mahakama, kulikuwa kuna waka moto, makachero waliofumania wasaidizi wa Natembeya oh, oh. Waliokamatwa ni Martin Waliaula, Felix Silao, Emmanuel Wanjala na mwakilishi wadi John Mahanu, pamoja na msaidizi mwingine kwa jina Frank. Polisi wanasema wengine bado wanasakwa. Idara ya DCI imearifu washukiwa hao wanasafirishwa hadi kaunti ya Trans Nzoia watakaoshitakiwa kwa kesi ya uharibifu wa mali. Kesi wanayokumbwa nayo iliripotiwa wakati maafisa wa EACC walivamiwa na magari yao kuchomwa walipofanya msako nyumbani kwa Gavana Natembeya, Trans Nzoia.